Katika ardhi ya taifa letu lenye rutuba, kilimo kimekuwa ni ute wa mgongo wa wengi, lakini kwa muda mrefu kilimo hicho kimekuwa mfungwa wa mvua zisizotabirika. Leo hii ndoto hiyo, uhakika wa maji, inaanza kutimia. Kupitia serikali ya awamu ya sita, chini ya uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, taifa linaandika ukurasa mpya wa matumaini ni ahadi iliyotolewa kwa moyo wa dhamira ya kweli wakati wa maadhimisho wa wa ya siku ya mkulima Nane Nane ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu huko jijini Mbeya. Visima karibu elfu sitini na nane vinakwenda kuchimbwa kwenye mashamba ya wakulima, lakini kuna skimu nyingi ambazo serikali tunazijenga sasa hivi na tutakazoweza kuzijenga, na sasa kupitia Tume ya Taifa a Umwagiliaji, mkurugenzi wa tume hiyo Raymond Mndolwa anasema kuwa visima 67,000 vinachimbwa kote nchini katika mashamba ya BBT Chinangali, kazi inaendelea. Mitambo kumi na saba ya kisasa yenye uwezo wa kuchimba hadi mita 1800 ipo kazini tayari, visima 29 kuchimbwa hapa. Visima hivi si tu vyanzo vya maji, ni chemchemu ya matumaini kwa vijana na wakulima wa kizazi kipya. ilitupatia fedha za kununua mitambo ya kuchimba visima mitambo tumenunua kumi na saba mitambo saba tayari ipo hapa, na tumeisambaza hapa shambani kama mnavyoona na mmeitembelea yote nyinyi waandishi wa habari, na imeanza kufanya kazi ya kuchimba kwenye shamba la Chinangali. Tunaenda kuchimba visima ishirini na tisa kuhakikisha kwamba yanapatikana maji ya kutosha na kuwawezesha vijana hawa ambao wamepewa maeneo ya kulima waweze kulima. Zoezi hili tutalifanya kwa nchi nzima, na hapa tumefanya kwa vijana lakini tutakapo na mikoani, tutafanya kwa wananchi wa kawaida, tutayapanga mashamba, tutachimba visima na tutawawezesha wananchi hao kuweza kupata maji, kuweza kulima waka, kwa mwaka mzima. Kwa hiyo jambo muhimu ambalo tunalisema ni nini? Jambo tunalosema ni kwamba zoezi la kuwapatia wakulima wa kada zote maji sasa limeanza rasmi na utekelezaji wake tumeuanza hapa Chinangali. Kwa hiyo tunachimba visima, tunaweka miundombinu, tunawekewa matenki na, na wao wananchi waweze kulima Hayo si tu mashimo ya maji, ni mashimo ya ndoto za uchumi na kesho iliyo bora. Hii ndiyo safari ya mkulima mpya wa Tanzania. Hii ni kazi ya mikono yenye ndoto. Lengo la programu hii ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwamba kila mkulima apate angalau eka mbili na nusu, maji ya uhakika. Kila mkulima kwao, tutatenza blocks, tunachukua wananchi kumi, ishirini, thelathini, arobaini tunachimbia kisima tuwekea miundombinu ya umwagiliaji, halafu wao wenyewe wanaweza kufanya nini? aenye mashamba na na kuweza kumwagilia, anaweza kulima mahindi, anaweza kulima ufuta, alizeti, mboga mboga na kadhalika. Kwa hiyo ni programu ambayo tutaitengeneza ratiba husika na tutaiwasilisha kwenye mikoa husika kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mashairi. Ni, ni kazi shirikishi, sio kwamba sisi tutaamua tufanye hivi. Ni kazi shirikishi kama vile ambavyo tulishaanza visima sabini kwenye mikoa tulioichagua Mndolwa ameongeza kusema kuwa serikali ya Dakta Samia imedhamiria kwa dhati kumwinua mkulima wa Tanzania, ambapo miaka minne iliyopita miradi ya umwagiliaji ilikuwa kumi na tatu pekee, lakini leo hii idadi imeongezeka hadi kufikia 780 pamoja na mpango huu wa visima elfu sitini na saba nchi nzima. Hassan Ninga, sayari ya TV Iman.